Ofisa mwandamizi ndani ya jeshi la Russia amefariki dunia kutokana na mlipuko wa gari uliotokea jiji la Balashikha mashariki mwa mji mkuu wa taifa hilo, Moscow. Kwa mujibu wa mamlaka ya Russia, mlipuko huo umemuua ofisa huyo mwandamizi ndani ya jeshi la nchi hiyo na umetokea leo Ijumaa Aprili 25, 2025, asubuhi. CNN imeripoti kuwa aliyeuawa na mlipuko huo ni Yaroslav Moskalik ambaye alikuwa naibu mkuu wa ukurugenzi wa operesheni kuu makao makuu ya jeshi la Russia. Kamati maalum ya uchunguzi wa tukio hilo, imesema kuwa Moskalik aliuawa kutokana na mlipuko wa gari aina ya Volkswagen Golf. CNN imesema kuwa taarifa hiyo imeeleza kuwa mlipuko huo ulisababishwa na kifaa kulipuka kilichotengenezwa kienyeji kilichojazwa vipande vya chuma cha panel. Shirika hilo la uchunguzi limesema kuwa, tumefungua jalada la uchunguzi wa jinai kuhusu tukio hilo. Timu ya wachunguzi wakiwemo wataalamu wa, wa taalamu, uchunguzi wa kisayansi na maafisa usalama, wa usalama tayari wameanza uchunguzi wa tukio hilo jijini Balashikha, mji ulioko chini ya maili ishirini kutoka katikati ya Moscow. Hata hivyo shirika la habari la serikali ya Russia TASS Awali imeripoti kwamba kifaa hicho cha mlipuko kimelipua gari katika mji huo kikitaja vyanzo vya huduma ya dharura. TAS imeeleza kuwa kifaa hicho kilikuwa kimeundwa kienyeji. Mlipuko huo umeripotiwa siku mbili tu baada ya moto kuzuka kwenye sehemu ya maegesho ya magari katika eneo la biashara la Moscow, kufuatia mlipuko mwingine uliohusishwa na tukio hilo. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kwa taarifa zaidi.